Nataka tu niwaambie bana, sasa hivi hamna sukari, hatutaki sukari ni nyaunyau, kwamba eti oh sijui nitafanya hivi kujidogonya, hatutaki bana. Kwa nini watutumie polisi na wakati viongozi wapo? Polisi hatujamwajiri sisi. Tumemwajiri Wananchi wanaoishi katika mtaa wa Nado kati kata ya Muriet mkoani Arusha wameandamana na kufunga barabara wakilalamika ubovu wa barabara hiyo. Manara TV tulifika eneo la tukio na kuzungumza na wananchi wakilalamika zaidi kwa viongozi wao ambao hawajafika tangu barabara hiyo imefungwa. Toke asubuhi, tuko hapa, tumeandamana, mtoto aliyetaka kufia kwenye eneo la barabara hii. Barabara ni mbovu, wamechimba mtaro kama hema, nilikubwa li mtaro lao limesababisha mtoto kutaka kufia kwenye hiyo barabara. Tunataka barabara istoshe, istoshe. Tunachotaka kujua mlima kwaru, kwaru, kwaru, kwaru tunao, kwa nini hatumwagii kwaru kwenye barabara yetu? Na serikali inauza kwaru, lakini sisi hatumwagii kwaru. Tunachohitaji ni kutengenezewa barabara ana kwa nini watutumia polisi na wakati viongozi wapo? Polisi hatujamwajiri sisi, tumemwajiri diwani, tumemwajiri mbunge bovu kwa nini watujengee barabara mbovu? Kuja kutuchimbia sisi mitaro, sisi mdagagu wametumbukia kule chini, barabara mbovu, walitaka watoto wafie huko chini

Acha wakaangalie na wenyewe waone kilicho huko kwa chini, wakija hapa ndo atajua wananchi wanalia kwa sababu gani. Mabomu, mabombo ya machozi kwenye haki yetu sisi, hatujaleta vurugu. Tunachotaka ni barabara, hatutaki uvita wala ugomvi, tunataka barabara. Tuliwapigia kura ili watufanyie maendeleo, kazi ni kujenga gesi ili kuua watoto wetu. Jana bodaboda wanapeleka watoto shuleni kwa elfu tano kwa sababu barabara ni mbovu. Tunachotaka ni barabara, sio ugomvi. Hata wakitaka kupita mara mia wapite, tunachotaka watupe barabara. Brother vipi? Hello. Mimi jana nilikuwa kazini, nyumbani niko na jirani mapacha wako wawili, nikaja pacha mmoja akaja akanifuata, ananiita mimi mjomba, aliponifuata akanambia mwenzangu amedumbukia kwenye mtaro mkubwa ambao kireri aliyochimba kwenda kufata, nikaenda nikamkuta mtoto ni wa kike, ngoma imeikia huku, mimi ikabidi nivue nguo nizame kwenye ule mtaro umechimbwa na greda, ikabidi nikamtomoa ule mtoto nikamleta nyumbani, kumkuta bati nzuri, ni salama. Mpaka leo amefanikiwa kwenda shule, lakini barabara ni mbovu, barabara magari yanashindwa, watoto mvue kinyecha, barabara ni mbovu. Ulikuwa unasemaje? Mimi nilikuwa nataka tu niwaambie bana, sasa hivi hamna sukari, hatutaki sukari ni nyau nyau, kwamba eti oh, sijui nitafanya hivi kujidogonya, hatutaki. Kama watengenezi waseme, tutajitanga. Kama hizo hela zetu tunazo hapa hazitoshi, tutazibloku, tutajitanga, si wenyewe tutamwaga kai kwenye barabara yetu, alafu hao viongozi ambao tunawapa kura zetu watafuta njia yao za kupitaonevu maskari wanakuja na maslaha kama nda vitani sini wanyama sini wanyama wanaletea maboma mama. Fungu kufungua kibabe kwa sababu nchi ni ya kwao, nchi sio ya kwetu, ni ya kwao wenyewe wa e sasa wakifungua tunafunga yeah. Alafu. Kwa hiyo mpaka mambo ifikie serious ndio aje na mitutu waitwa hao viongozi kwani ilikuwa tumeona vikao vyao kama nani huyo diwani jamani, wamekuja marangapi, wameweka vikao wakasema sijuinanini bet imetolewa amilioni mia mbili ishirini na saba ile barabara, ukijaribu kwenda kuangalia, mwenye ndugu mtangazaji, ile resho ambae imeinwa pale, mi ni fundi japowenyewe ni fundi, nafanya kazi na manjinia, lakiniresh lomminwa pale braha, hata kama ni mtu distance, amna kitu pale, amna kitu pale. Hata hivyo kiongozi kutoka TARURA aitwaye Vikey Chisoma alifika na kutoa majibu kuwa mkandarasi aliyepewa kazi ndiye aliyechelewa kufanya kazi yake, lakini wananchi bado hawakuweza kumwelewa. Aliishia kuitwa muongo na wananchi. Kwa hali hii, tukasema hivi vifusi vitasaidia mora mtu nachukua huko chini inatakiwa ije ilo lobedi linalobeba excavator sasa hata namna ya kupita tukasema, tupite tukague sehemu korofi sawa, wananchi, itakuwa imesaidia, lakini na hata magari na lobed ya kupeleka vitu mlimani itakuwa imesaidia, ndio nia yetu. Kwa sababu mkuu, kwa hali hii tunatengenezaje? Maana wanataka tuchukue mora mlimani kule, na sisi tumekubali, lakini sasa tunapitaje kwenda kule na barabara imefungwa hii? barabara ina mkandarasi anaitwa BCI Holdings. alichonga kama tulivyoona wote, alichonga barabara yote siku tatu nne zilizopita, na ilikuwa tulikuja na mheshimiwa diwani na wenye viti tukachagua, maana barabara ina, tuna kifusi cha kuweka kilomita tatu na barabara ina kilomita karibu tisa Kwa hiyo tukakubaliana, tukachagua na eneo la kuweka sasa. Wakati ndo ana mobilize mitambo kupeleka mlimani na kutafuta magari aje kumwaga changarawe, ndo mvua zikaanza. Ndio maana tumekuja na changarawe, zinakuja kama tripu tano, sio moja mnayoiona. Itamwaga kwanza sehemu korofi, hata yeye anavyokuja na magari ili aweze kupita maana kifusi anaanzia kule chini sokoni akiwa anapanda juu. Kwa hiyo tumekuja na hicho kifusi na yeye pia arekebishe mahali atakapopita na magari makubwa ya changarawe. Kwa kifupi ni hivyo. Naomba niulize. Sawa, naomba niulize. Asante, nimekuja na Dosoito. Mama wa TARURA ameongea, swali moja ambayo imeniumiza sana. Huyu mama amesema ni siku tatu ndio barabara imechoma, mvua ikaanza. Kwa nini useme uongo? Hii barabara ina miezi miwili imechongwa. Hii barabara imechimbwa mtaro ina zaidi ya miezi mitatu. Wameka hiyo vifuzi wakaja kanyeka kaondoka waka kabla hata mvua kuanza. Ama mama mkuja mwezi wa kwanza. Wakachonga hii kwa barabara Januari. Tukamwambia kwa nini unafanya ujinga kama hii? Mbona mnatuharibia barabara? Huyo mama akiwa na mwana Fred yule yule mwenyekiti wa CCM. Tukaribu tupigwe pale madukani. Wakaondoka paka wakaenda kurudi na, na vifuzi. Hii greda imekaa zaidi ya wiki tatu pale. Yaani, nakaa tu pale ina inafanya kazi inaondoka kaondoka. Leo hii wanatuambia wa wa anakuja kuleta vifusi. Mvua imeanza lini? Na kwa nini unatudanganye? ni, ni, ni mpaka darajani hii barabara elfu mbili na kumi na nne ngoja niwambie, elfu mbili na kumi na nne walimjia kule kwa barabara, wanakaangua tu wanaondoka. Juzi elfu mbili na kumi na tisa wamekaangua akaweka vifusi vidogo pala wakaondoka. Leo hii kwa sababu wanakaa mjini hajui haja ya huku, kwa nini atutese? Sema ukweli wako ili tukusamee, au kama usemi ukweli uondoke. Kwa majina naitwa Amina Simba. Barabara imeanza kuchongwa mwezi wa kwanza. Huyu dada akisema barabara imechongo sijui siku tatu, aache uongo. na afu ni mwanamke mwenzangu na umezaa shogaangu, uongo sitaki. ongea kama mwanamke na umezaa watoto. wanaingia kwenye korongo, wanakunywa maji. Jana tumeokoa watoto wawili wamekunywa maji. Ukiwa, ukiwa kama mama, nafikiri unafurahia kwa sababu umepokea hela, na hiyo hela ni ya serikali. ukiona nyekundu isiyo tamu, kazi ufanye na nisikia, kama hujapewa hela serikali sema tuandamane, tunajua malipo kuchukua hiyo hela. Uongo hatutaki unafikia, hatutaki tunaumia sisi wananchi. Mimi ni mfanyabiashara, nilikuwa nafanya biashara chini ya mti mjini, nimevunja chupa zangu kubwa zile sita, diwani mbisa na taarifa. Sina kazi mpaka dakika hii, naishi mtaani kama mbwa, alafu unasikia raha wewe kuja kuongea uongo hapa. Mimi hasira nilionayo naweza nikakubeba tukaondoka wote, ukanionyesha hizo hela mahali umepelesha. Sipendi, asante, asante.